Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. cit tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW 69 ukiingia siku ya saba hapa Umoja wa Mataifa. Nchini Kenya watoto wa kike wanaonufaika na mpango wa masomo bila gharama wazungumzia ndoto zao. Pia ningependa kuwajulisha wananchi kile kinachotendeka na leo. Katika mashinani, tunamulika kauli ya manusura wa ndoa za utotoni nchini Afrika Kusini na ujumbe kwa wasichana. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 18 mwezi wa Machi mwaka 2025, siku ya saba ya mkutano wa 69 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani, CSW69. Na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda, kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina ikimulika utekelezaji wa azimio la Beijing kuhusu usawa wa wanawake na wasichana, tukimulika elimu nchini Kenya. Lakini kwanza ni muhtasari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Asante Anod. Viongozi wa Umoja wa Mataifa leo wamelaani vikali mashambulizi ya anga ya Israeli kwa ukanda wa Gaza na kutoa wito wa kusitisha uhasama mara moja. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonyesha mshituko na wasiwasi kuhusu mashambulizi hayo, akitaka pande zote kuheshimu usitishaji mapigano, kurejesha misaada ya kibinadamu bila vikwazo na kuhakikisha kuachiliwa mara moja bila masharti kwa mateka waliobaki. Naye kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Vuka Tuk, akiunga mkono msimamo huo wa katibu mkuu, amesema ripoti zinaonyesha kuwa mashambulizi yamesababisha vifo vya mamia ya watu na akionya kuwa hili litaongeza maafa juu ya maafa. Ghasia zinazoendelea katika kaunti ya Nasir Olang na Balieti, jimbo la Apanaili nchini Sudani Kusini zimeathiri vibaya jamii za eneo hilo na shughuli za kibinadamu na kusababisha watu takribani elfu hamsini kukimbia makazi yao tangu mwanzoni mwa mwezi wa Februari, amesema mratibu wa masuala ya kibinadamu wa umoja wa Mataifa nchini sudani Kusini, Bi Anita Kiki Jibeho na kuonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali hiyo akiwataka wahusika wote kuheshimu raia, wahudumu wa kibinadamu na miundo mbinu muhimu. Na siku ya saba ya mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani, Tanzania ina tukio la kando kuonyesha harakati za kuminua mwanamke kiuchumi, na miongoni mwa wazungumzaji ni Tuli Esther Mwambapa, mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa benki ya CRDB nchini Tanzania, ambaye ameieleza idhaa ya Umoja wa Mataifa ujumbe wake kwenye tukio hilo kuhusu walivyosaidia wanawake kuondokana na kikwazo cha kukosa dhamana wanapotaka kujikwamua kiuchumi. Sisi tunakuja kuiambia dunia kwamba tumepita katika hilo, tunaweza kuwawezesha wanawake hawa kuweza kupata mikopo rahisi inayowabadilisha maisha yao kwa kutumia umoja wao katika vikundi kama dhamana yao na kama utambulisho wao. Lakini pamoja na kufanya yote hayo, hatufanyi peke yetu. Kama CRDB Bank Foundation tunafanya pamoja na wabia mbalimbali mbali, wa pale nyumbani ambao ni local partners, lakini pia tunafanya na ubia na makampuni ya kimataifa. Kwao tuko hapa kuwaambia makampuni ya kimataifa wenye lengo la kuwasaidia wanawake hawa kuweza kujikuza kiuchumi, kujikomboa wao wenyewe na familia zao, na hatimaye kulijenga taifa letu, tuko tayari kushirikiana nao kwa kuendeleza kile kikubwa ambacho tumeweza kukifanya. Mwisho wa muktasari wa habari kwako, Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani, na tutasalia hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kusikia ujumbe wa mshiriki wa kuwaunga mkono wasichana na wanawake na kutokomeza ndoa za utotoni. Salia papo hapo tafadhali.

Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika na vilevile, unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa sw. Hapo utapata taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Elimu ya mtoto wa kike ni moja ya nguzo muhimu katika jamii, ukizingatia malengo endelevu ya umoja wa Mataifa. Wakati ulimwengu unaadhimisha miaka thelathini tangu azimio la Beijing na jukwaa la hatua za utekelezaji kuwekwa bayana, mashirika ya kiraia yanaunga mkono azma ya serikali ya kudumisha lengo namba tano la usawa wa kijinsia kwa kuhakikisha watoto wa kike hasa kutoka katika familia zisizo na uwezo wanapata elimu. Je, nini kinafanyika? Tunabisha hodi nchini Kenya kwa mwandishi wetu Felma Mataya. Shule hii ya msingi ya wasichana ya Shofko iliyoko mtaani Kibera jijini Nairobi hapa Kenya ni mfano wa kuigwa, kwani watoto hawa wanasoma bila malipo na wafadhili wanahakikisha hakuna anayeachwa nyuma. Anna Mumbe ni mwalimu mwandamizi katika shule hii ya wasichana ya Shofko, na nasisitizia umuhimu wa wanafunzi kusalia darasani wow kutoka hizi fa familia ambazo hazijiwezi. Kwa hivyo utapata watoto hawalipi karo, wanafanya kusaidiwa na SHOFCO aa. Na pia wanapewa yale mahitaji yao yote ambayo wanahitaji ili waweze kuendelea na masomo yao vyema ili yeah. Kuwapa wanaostahili nafasi hii ya kusoma kwenye shule, waratibu wanatumia vigezo vya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP, vya kukadiria uhitaji. Angela Ngetich anayesimamia ushirikiano kati ya ufadhili wa wakfu wa haki za watoto SIF na Shofco anaelezea ukikuja kwa informal settlements. Kuna wale watoto ambao wako chini zaidi si ya wengine, si wote wako the same category. Sasa hii criteria ya UNDP vulnerability na inatusaidia kuangalia na kuchagua wale ambao kabisa wanahitaji hiyo usaidizi. Pia tunafanya kazi kwa karibu na Shofco Urban Network uh, which is a grassroots movement ambaye tuko na watu wenye wamekuja pamoja kusaidiana katika elekokalao wanajua kila mmoja a ule mtoto mwenye hali hiyo uwezo ya kurudi shuleni. So pia hiyo ni njia nyingine inalakusaidia kuweza kujua haswa hawa watoto. Wakfu wa haki za watoto wa Sif ulio na miradi kwenye nchi 29 barani Afrika unafadhili miradi ya elimu, maji safi na kilimo kwa Kenya. SIF inafadhili baadhi ya wasichana wanafunzi katika shule hii ya msingi ya wasichana ya SHOFCO iliyoko Kibra jijini Nairobi. Faustina Fin Nyame ni mkurugenzi mtendaji wa wakfu wa haki za watoto wa SIF na anasisitiza kuwa wakati wa kumnyanyua mtoto wa kike ni sasa. really to to kuna mataifa mengi yanataka kutetea hili, wanataka kuwa watetezi wa Afrika watakaotokomeza tamaduni potofu barani mwetu na kuhakikisha wanawake na wasichana wanachukua nafasi yao kwenye bara letu na kutimiza malengo na maono yao. La msingi ni kutokomeza na kuupiga vita umaskini. Tukiwawezesha wanawake kushiriki kamilifu katika jamii yetu, uchumi wetu, kwa njia ya manufaa zaidi, tunakuwa na mataifa imara zaidi, na hilo ndilo tulitakalo barani Afrika. Binyame Wasif ameratibiwa kuzungumzia suala la kuwekeza katika elimu ya wasichana wa kiafrika katika mazingira ya ubora kwenye mkutano wa 69 wa hali ya wanawake duniani CSW69, linalofanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Wasichana hawa wanapata elimu pasi na malipo na pia mlo wa mchana na asubuhi kwa hisani ya wafadhili kama Sif ili wasitatizike na kuacha shule. Lea Njeri ni mwalimu wa lugha katika shule ya Shofco na anaamini bila wafadhili mambo yasingetengemaa. Wazazi hapa ni wale wazazi ambao si wazuri sana kimfuko, kwa hivyo watoto hawa wanapokuja shuleni, wafadhili husaidia kwa sababu watoto hawa hula chakula cha mcha hapa na pia kiamsha kinywa. Pia wanafunzi hawa wanapewa vitu ambavyo wanahitaji. Wakfu wa sifu wa haki za watoto uko mstari wa mbele kutimiza malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs ya kutokomeza njaa na umasikini, kadhalika elimu na usawa kwa wote. Redempta Kinyaka ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya wasichana ya SHOFCO na anaamini wako kwenye mkondo wa sawa. Sifu ime, imeweza kujiunga vizuri na SHOFCO upande wa trainings za walimu wetu, na niseme kwa wakati huu, niseme sisi kama shule tunajihisi tukiwa kwenye kiwango kinachofaa upande wa walimu kujielewa vizuri. Kwa wazazi wetu, e, kwenye communities zetu hawajiwezi, lakini kwa kuwa sifu imeweza kuingia na kutusaidia labda kifedha. Sisi kama shule niseme, vifaa kama hizo zote za kusoma za watoto wetu tumeweza kuzipata. Upande pia wa malisho kwa watoto wetu hawa, ni watoto wetu, wanapokuja shuleni hawana wasiwasi upande wa maakuli, kwa kuwa hapa ndipo wanapata breakfast, pia wanapata lunch, nutritious meals. Dhamira ya miradi ya kuwanyanyua watoto wa kike kwa kusalia shuleni ni kuwapa sauti na silaha za kupambana na maisha katika siku za usoni kwa manufaa ya jamii. Wasichana wenyewe wana matarajio yapi? Haya ni maoni ya baadhi niliyozungumza nao. Ningependa kuwa mhadiri ambaye anafundisha watoto wanafunzi wakubwa ambao wanaelewa kile ambacho wanataka, kwa sababu ninaona kuwa kazi kwa kazi itakuwa rahisi na nina... aiambaynafunswatotofuwakuwamboae tskaht nawafundisha watu wazima watu wa, watu wa ili, ili waweze kuendeleza maisha yao vyema. Ningependa kuwa mwandishi kwa sababu ningependa kujua mambo mengi kuhusu dunia yetu, pia ningependa kuwajulisha wananchi kile kinachotendeka mm. Nyumbani wazazi wanafurahia ukiwa shule, wanasemaje? Ndio, wanafurahi kwa sababu wanachua na wanaamini wana kwamba siku moja nitaweza kuwa kile ambacho nataka kuwa na kuwasaidia pia. Mipango hii ni baadhi ya mbinu za utekelezaji wa harakati na hatua za kudumisha azimio la Beijing la haki za wanawake linalotimiza miaka 30 na ajenda ya kuimarisha hali ya wasichana na wanawake ifikapo elfu mbili na thelaathini. Thelma Mwadzaya UN News, Nairobi. Shukran sana Themo Mataya kwa mada hiyo kwa kina, na sasa ni mashinani na mpisha manusura wa ndoa za utotoni kutoka Afrika Kusini ambaye anawasilisha mada katika CSW 69 kuhusu kukomesha ndoa za utotoni. Jina langu ni Daktari Thandeka Mazimbuko. Mimi ni mfano halisi wa changamoto ambazo wasichana wanakumbana nazo. Tunakuwa wakubwa na bado tunakumbana na changamoto hizo. Kwa wasichana huko nje, chukueni hatua na uthabiti. Piganeni na msiruhusu nguvu hasi ziwashusha ikiwa ninyi ni wanawake pekee katika kikao, mnapaswa kuzungumza kwa uhuru. Usiseme kwa sababu wao ni wazee au ni watu wa madaraka ya juu kuliko wewe. Nguvu iko kwa vijana, kwa sababu ninyi ni mustakabali. Bila ninyi, hakuna maendeleo katika kazi tunazozifanya. Kwa wanaume na wanawake, tunahitaji kushirikiana ili tuweze kulinda na kutetea haki za wanawake katika jamii. Mimi ni mfano halisi. Kama nisingekimbia na kutoroka, nisingeweza kuwa daktari.